Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Hatchelak and Martin Beverage Company Limited Hamisi Hassani Jumanne ameungana na wadau wengine wa maendeleo katika wilaya ya Karagwe kwa kumtembelea mama mjane Bi John Mary Kitaile Charles anayeishi katika kijiji cha Kagutu, kata ya Ndama, wilaya ya Karagwe ambaye mama huyu wadau mbalimbali wa maendeleo kwa kushirikiana na wanawake wilaya ya Karagwe pamoja na halmashauri ya wilaya ya Karagwe wameamua kwa pamoja kumjengea nyumba nzuri ya kuishi kulingana na hali duni ya maisha aliyokuwa nayo. Mama huyu amekuwa akiishi katika nyumba ambayo haina hadhi ya kibinadamu, na sasa wadau hawa wameamua kwa pamoja kumjengea nyumba nzuri ya kuishi kama sehemu ya kusherekea siku ya wanawake duniani. Na hii ni sadaka ya wadau hawa wa maendeleo katika wilaya ya Karagwe. d ya kuzuru eneo hili, Mr Hamisi Hasani Jumanne alialikwa na idara ya maendeleo ya jamii wilaya y Karagwe kutoa elimu ya biashara kwa wanawake wa wilaya hii. Vijana mpo? Kama mmepoa. Wajasilia, wajasiriamali wenzangu, salama wakinamama, mi ni mjasiriamali mwenzenu mimi sijatoka halmashauri. Mimi nimetoka Tanzania, Karagwe hii hii. Hizi hela wanazotupa mimi na nyie ndo tunatakiwa tupambane, tuzalishe, tutengeneze faida, tuwalipe wao, si tubaki na mitaji, situnaweza? Mimi nimekuja kuwatia moyo, kijana mwenzenu, mjasiriamali mwenzenu dada zangu, mama zangu, kaka zangu na wadogo zangu, kabla ya kuchukua hizi fedha na washauri kwanza, muwe wabunifu, tuwe na mawazo kama tulivyoambiwa, andiko la mradi. Maana yake tuwe kwanza tumebuni, tunataka kufanya mradi gani, tunataka kuuza rubisi tunataka kufuga kuku, tunataka kulangua maharage, au tunataka kulima. Kwa hiyo jambo la kwanza la msingi sana, ili uweze kufanikiwa, uwe mbunifu. Baada ya kubuni, usiogope, anza kufanya ile biashara. Ndio maana nimesema, nimekuja kuwatia moyo, fanya ile biashara kwa udogo huo huo, ili ujue changamoto za hiyo biashara. Kama umesema nauza nyanya mpango wangu ni kuuza nyanya. aliyepita kutoka iniambia, ametuambia, lazima ujue hizo nyanya unaziuzia wapi. Si kwa sababu kila nyumba inaunga mboga kwao, nasema nikiweka hapa alafu nipite, natembea nyumbani kwangu kuna nyanya, basi watakuja kununua. Utaanza kutafuta mchawi, utaanza kutafuta waganga walipo, ili uuze, watoke kwa mama fulani, kumbe zile nyanya ungeziweka hadharani kwenye kabanda kako na vitunguu vyako, watu wakaona biashara ile pale, kesho wakakufata, ukauza. Sasa baadaye tukaanza kutafuta na hii mikopo. Si vizuri kuingia kwenye kikundi ambacho hujajua madhumuni yake ni nini. Kwa hiyo nawashauri sana, wakati tunaambiwa kuna mikopo hii, tuingie kwenye vile vikundi tukiwa tunania. Na maana tumejua hiki kikundi kina madhumuni gani. Mpango wetu sisi ni kufuga kuku, tuuze mayai tuuze kuku wa nyama, basi huu mpango na mimi unanifaa. Ili mkipewa zile hela msije mkagawana, kama walivyo shauri. Sisi lazima tuwe majasiri jasiri, lazima utambue unaenda kufanya nini. Ile mjasiriamali, kama hujui unaenda kufanya nini, unaenda ili uchukue zile hela, kumbe uende ukamlipe kikoba kingine, au uchukue huku ukalipe kausha damu, yani umehamisha. Au kuna wakati umeenda kumbe mpango wako ni kwenda kutengeneza kombucha. Kama mimi mmefika pale, mradi ni wa mbuzi, wanakunyima unaanza kuona wabaya, mnaanza kutengenezeana chuki. Kwa nini? maana yangu hapo, tuwe wabunifu, tutambue tunataka kufanya nini, na wakati wa kufanya, tusiogope tuanze hivyo hivyo. La pili, kuzingatia sheria na taratibu. Kila aliyetangulia ametuambia kitambulisho cha NIDA Mamlaka zimerahisisha sana, tushukuru Mwenyezi Mungu. Masuala haya tunayozungumza leo, moja ya rais wetu Mama Samia ameleta fedha akiwa anajua tupo sisi wajasiria mali. lakini Mungu akatubariki mbunge wetu, ndio waziri wa mambo ya ndani, na sehemu kubwa ambayo ameingilia sana sasa hivi mkiangalia kwenye mitandao ni masuala ya NIDA. Kwa hiyo kikosa sasa hivi ni uzembe wako kwanza una rais amekupa fedha, una mbunge ambaye ni mbunge wako Mwenyezi Mungu kam, kamleta Innocent Bashungwa na rais kamgusa kwenye swala hilo hilo la biashara yako. Kwa hiyo tutafute hiyo NIDA. Kwa nini hautoweza kuwa na kiwanda kama kombucha? Hautoweza kuwa na viwanda vingine kama hujarasimisha biashara yako. Nimewambia nimekuja kuatia moyo, na mnaweza usajili wa biashara biashara yoyote, ili useme kampuni, kwanza TIN namba ni bule TRA. Mmeambiwa kuna mikopo binafsi nje ya vikundi, ili usajili halmashauri upate leseni, BRELA, lazima uwe na NIDA. Kwa hiyo NIDA hauikwepi, sasa kwa sababu serikali imerahisisha na, na yule tuliyompigia kula ndio anasimamia, yaani nategemea Jumatatu kila mmoja ataenda kuitafuta NIDA ilipo, na watendaji hapo wako makini sana pale. Dada maendeleo wakate wasaidie, ili mpate mikopo binafsi na ili mkue, sio kila siku tuitwa jasiriamali au machinga. Umesajili BRELA ukiwa na NIDA yako, shilingi elfu ishirini tinamba umepewa bure makadirio ya biashara ya milioni nne, unakuta izidi hata elfu sitini mwaka mzima. Kwa hiyo unakuta una tini una blela una leseni kwa shilingi elfu themanini na unaonekana mfanya biashara mkubwa sana hapo, unaweza kupewa mkopo peke yako kwa sababu biashara yako imetambulika na serikali. Nawasisitiza leo hii mapema kwa sababu naamini wajasiriamali wenzangu mnataka kuwa wakubwa ilivyo serikali yetu inataka watu wakue, inatoa elimu, ndio maana maafisa wako hapa wametumia muda wao kuja kutufundisha sisi, ili tukue. Utakapofika muda umevuka hiyo milioni nne na kuendelea, mtaona zile gari nyingine, TRA amekuja kwa sababu unakuwa anakuchukulia hela yako, sio yeye, ni sheria imemwambia, ukifikia kiwango fulani ulipe kodi fulani. Sasa hiyo kodi ili usaidiwe lazima huo ulisajili huku chini mapema sana, ili tusi, tusiweze kufilisiwa, tusiweze kuilaumu serikali. Mapema sana tutafute hizi nida tusajili biashara zetu, ili tuvimbe. Tukitulia baadaye tukakua, unajikuta tumerudi nyuma, na tutaanza kuilaumu serikali. Tumeelewana hapo kwamba biashara zetu lazima tuzirasimishe, ili tuweze kuvuna mikopo mikubwa tukue tuwe wakubwa na baadaye tuweze kuheshimika, kwa sababu kuchangia pia mapato ya serikali ni sehemu mojawapo nzuri, kama vile kutumia bidhaa za ndani. Ukinywa leo kombucha, na tuna bidhaa mpya. Kuna watoto wadogo chini ya miaka kumi na nane, tuna bidhaa inaitwa Katelelo. Unapotumia bidhaa kama hizo, mimi nalipa kodi. Unaona zile gari ile imeandikwa STM pale, Hawa jamaa watoi hela nyumbani kwao, ni kodi zetu, mimi na nyie. Kwa hiyo tunapokuwa na bidhaa nyingi za ndani ukatumia na bidhaa yangu kama hivyo, tumechangia ule usafiri kutufikia leo, kutupa elimu. Unaona hizi waya hizi, hizi ni fedha nyingi sana sisi. Ukuta tunalipa bili ya umeme elfu tano lakini hiyo nguzo moja ina hela nyingi sana. Hizo hela zinatoka wapi? Ni pale wewe unapokunywa bidhaa zetu za ndani. Kwa kwenye hili wananchi, si kwamba napigia debe kunywa kombucha, ni bidhaa zote za ndani, kwa sababu unakuta, unanikuhamisha mimi, unakunywa bidhaa ya Uganda, haijalipa kodi mpakani, vile vikopo viroba viroba, vile vidogo, milizi mia moja, unaacha kombucha ambayo leo mafuta yake ndio yamekufanya ukae upate elimu kama hii. Ile kodi baada ya wewe kunywa ndio tunapeleka mahospitalini. Unakunywa kinywaji kimetoka nje ya nchi akijalipa kodi yoyote, kimeingia kime, kime kwa magendo, mnaficha baadaye inakuwa tabu. Baadhi wapo si ndio? Bora tunywe rubisi zetu ndani, ambao tunalipa 2020 20 kwenye vile vitambulisho vya mjasiriamali, tutakuwa tumeinua uchumi wa ndani. Kwa hiyo jasiria mali wenzangu, vijana wenzangu, manake na wasi kutumia bidhaa zetu za ndani kama kombucha na nyinginezo. Bidhaa za nje basi zile zilizopita kialali sambamba na kuuza, najua kuna watu mna maduka, unakuta umeuza kile kitu kimepita akina, akina stika akina nini, baadaye kitakufilisi, baadaye tutailaumu serikali. Kwa hiyo tukishirikiana pamoja, tutatoboa wengi. Ambapo huwa tuna feli tena, wajasiria mali wenzangu, kwenye kutunza kumbukumbu kumbu zetu, akati tunaanzisha mradi, akati tunauza tunatumia, kama hatujui kuandika, basi tutumie watoto wetu kwa sababu pia hiyo ni fedha, ni siri, si ndio? Lakini tuwe tunatunza kumbukumbu. Mkishaingia kwenye hela, kama una kumbukumbu kumbu, utapata hasara. Mali bila daftari. Yes, kwa hiyo nawasii, wakati tunafanya hizi biashara tuwe na kumbukumbu kumbu, itatusaidia sana kujua wapi tumetoka, wapi tunaelekea. Mimi sina mengi, niwashukuru wote.